Kuzindua msimu huu wa ununuzi wa mazao mbalimbali ikiwemo mbali, zao la pamba na mazao mengine mbalimbali tunayoyazalisha, nitoe maelekezo yafuatayo. Jambo la kwanza tutumie vituo vya kuuzia mazao ambao viko katika kila halmashauri. Naweza kuwa tunakumbana na changamoto za hapa na pale, kwa sababu tulifanya hivyo mwaka elfu mbili na kumi na tisa ishirini, tukapata changamoto za hapa na pale, tukabwaga manyanga, tukauacha huo mfumo lakini sasa wenzetu wa mikoa mingine wanaendelea kunufaika na mfumo huu wa sakabati galani ambao unalenga kumnufaisha mkulima. Na kwa maana hiyo, na sisi tumeungana na wenzetu wengine kwenye mikoa mingine kuhakikisha mfumo wa sakabati galani unatumika kwa mwaka huu. Wametulizisha kwa kutuletea hii mizani ya, nani ya simu. Kwa maana misimu ya nyuma tulikuwa na changamoto yani ya nani ukileta pe, nani pamba kuna nani kuna, kupima, kulikuwa na wizi fulani. Nimeona kilo zimepimwa zikaonekana mpaka kwenye simu yangu tena, na, na ile idadi ya, ya, ya, ya hela ambayo napokea na yenyewe tayari nimeshaiona hadi kwenye simu.